Mimi ni Askofu Willybard Lagho, askofu wa jimbo Katoliki la Malindi. Katika kipindi hiki cha Kwaresma wiki ya kwanza, tunatafakari kuhusu familia. Familia ndio msingi wa jamii na pia ndio msingi wa Injili. Kama Wakristu, tunayo familia takatifu ya Maria, Yosefu na Yesu, ambao ni mfano bora wa kuigwa na familia zote. Sisi katika kanisa tunafundisha ya kwamba familia lazima zijengwe zi, zi katika tunu msingi za Injili ili kwamba waweze kufundisha maswala ya mshikamano wa kindugu, ziweze kufundisha imani na ziweze kufundisha msamaha. Hayo ndiyo maadili ambayo kila jamii ya Kikristu na hasa familia zetu zinapaswa kuyashika na kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanakuzwa katika imani hiyo. Asanteni sana, nawatakia kipindi kizuri cha Kwaresma. Asante.